Kwa sasa tunalipia pesa nyingi sana ili tuweze kugraduate chuo. Ukweli ni kwamba pesa tunayolipia ni kubwa mno, ukilinganisha na thamani tunayoipata baada ya kutoka vyuoni. Ndio maana watu wengi sana wana struggle mtaani, kwa sababu hawajapata kazi, mbali na kwamba wamegraduate na wamefaulu vizuri. Lakini ukweli ni huu ambao mimi naweza nikakwambia leo Tumia chuo au kuwepo kwenye community ya chuo kama ya ni sehemu ya wewe kusocialize. Vioni tunakaa miaka miwili mitatu minne mpaka mitano, wakati mwingine, hiyo ni miaka mingi sana, ambayo inatosha kuwafahamu watu, kutengeneza marafiki ambao mnaweza kuwa partners, mkashirikiana mkiwa chuoni na wakati mwingine hata baada ya kumaliza chuo, mkasaidiana kuchangiana mawazo kutengeneza timu ambazo mnaweza mkaanzisha biashara za pamoja kama mkiweza, lakini wakati mwingine kusaidiana mawazo pamoja na hali na mali, ambayo itawawezesha kuanza kumove kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Usichukulie poa kabisa unapokutana na watu ambao mmesoma pamoja, mna interest zinazoendana, mna uwezo mzuri kabisa wa kuanzisha kitu na kikafanikiwa. Hiyo ni njia ambayo mimi imenisaidia kwa kiasi kikubwa sana, kulingana na watu ambao nilikutana nao chuoni, tukaishi vizuri na tuka uh, na tukatengeneza timu kwa namna ambayo imetusaidia kutusogeza kimaisha kwa kila mmoja wetu. Fanyia kazi hilo, I hope litakuwa msaada mkubwa sana kwako wewe ambao uko chuo au unategemea kumaliza chuo hivi karibuni. Jina langu ni Joel Kadaga. Next week Januari 12, tutaanza programu ya graphics pamoja na video production hapa ofisini kwetu Ubungo External. mwisho wa kujisajili na kozi hii ni tarehe 9 Januari. Hakikisha unajisajili mapema, ili uweze kupata ujuzi ambao unaweza kukuwezesha kutengeneza kipato baada ya kumaliza kozi. Karibu sana, and take care.